a jukwaa walilokaa mashabiki wa uh, Far Rabat kutokea kule nchini Moroko nalishuhudia likiwa na mwonekano wa tofauti. Ni moshi ambayo kwa kanuni za sasa hivi imekatazwa by the way kuwashwa uh, kwenye viwanja, lakini unaona machizi mpira wameamua kuwasha kiasi kinachopelekea sasa tafurani kidogo na maafisa ulinzi wa uwanja, kama ambavyo unashuhudia eh, hili ndio jukwaa walilopewa vijana ama mashabiki wa AS FAR Rabat tayari. Na kitu cha kushangaza ama cha kufurahisha zaidi ni bango hili kubwa ambalo wamelichapisha pale kwa muundo fulani wa kisanii ama sanaa, alafu akaandika ushindi kwa lugha ya, ya Kiswahili kabisa. Inaonekana hili kama halijatengenezwa huku, basi walijiandaa kuja nalo, imeandikwa vizuri kabisa ushindi. Kwa hiyo ni kabla ya mchezo kuanza tayari, inaonekana ni moshi imepungua pale maana yake ni dhahiri, maafisa wa ulinzi wamejaribu kudhibiti swala hilo na bado shughuli zinaendelea. Wakati huo huo e, ili hiyo inaandikwa ushindi wa kujaribu kutoa, lakini hiyo haitoshi, mapigo yanajibiwa huko.